ambazo zinasaidia e, mfugaji kuweka kumbukumbu zake kwenye mfumo wa utambuzi, na zi, zinazalishwa hapa nchini. Tunazinunua raw material kutoka Ulaya lakini tunazalisha hapa nchini na hereni hizi zina, kwa vyovyote vile zinatambulika kwa namna ya utaifa mkoa na halmashauri na namba ya mfugaji, ya mfugo wenyewe ni hereni ambayo ikishavalishwa kwenye sikio la mnyama haitoki kwa miaka kumi na tano mpaka atakapotimiza umri wake, inadumu. Na tuna uhakika kukuhakishia kwamba si hereni ambayo ina mashaka yoyote katika matumizi kwa sababu ya masupplier wetu, lakini teknolojia ambayo tumeadopti kama wazalishaji wa ndani Haiwezekani kabisa Mheshimiwa Rais, kutoka inakuwa locked mara moja na baada hapo, haiwezi kutoka tena mpaka siku mnyama anachinjwa, na itakuwa imetoka na muda wake utakuwa umemalizika. Karibu sana, Mheshimiwa Rais, karibu sana Rubaba TV.